Shukrani sana msikilizaji ambaye bado uko na sisi kwenye safari ya asubuhi leo. Kumbuke kwamba tamati ya kipindi cha asubuhi leo ni pale itakapofika saa tatu dakika thelathini za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana, tulikujuza kuhusiana na swala zima la uh, maazimio yaliyofanyika kuhusiana na zao la pamba. Lakini kabla ya kuelekea huko, msikilizaji, nikujuze pia taarifa njema. Tunafahamu ni miezi ambayo mzazi, mlezi, mwanafunzi pia unajitahidi kuhakikisha kwamba unatafuta sehemu salama eh, ya mwanao kwenda kupata masomo zaidi. Kama mzazi, kama mlezi kuna haja ya kuangalia sehemu ambayo ni salama, sehemu ambayo ni sahihi ya kuhakikisha mwanao anapata elimu iliyo bora zaidi. Uh, City College Mwanza Campus, hili ni eneo na ni chuo muhimu kwa ajili ya kumpeleka mwanao kuweza kupata elimu ambayo ni bora zaidi hapa. Uh, City College Mwanza Campus, uh, wanasema kwamba wanatoa mkopo hadi asilimia mia moja kutoka serikalini ukijiunga pale City College Mwanza Campus. Sasa kozi ambazo zinapatikana ndani ya chuo hicho, moja kabisa ni physiotherapy, ambapo ni utaalamu wa tiba ya uh, mwili lakini pia kuna clinical dentistry utabibu wa kinywa na meno, lakini kuna mambo ya clinical nutrition tibalishe wanatoa hapo hapo City College Mwanza campus, bila kusahau mambo ya community development maendeleo ya jamii, lakini pia optometry utabibu wa macho eh, na kozi nyingine kadha wa kadha, ICT pia inatolewa. Ni vitu ambavyo vinapatikana ndani ya chuo cha City College Mwanza campus chuo kinapatikana jijini Mwanza pale katikati kabisa ya jiji, ambapo na mazingira ni mazuri ya kujifunzia. Ukiwa umempeleka mwanao pale City College Mwanza campus pengine, uh, wewe ni mhusika au pengine ni jirani ambaye, uh, unatamani pia kupata maelezo ya ziada kuhusiana na chuo cha City College Mwanza campus, basi usisite kupiga simu yako, uh, ya mkononi kupitia nambari zifuatazo mpiga 07812771 520781277152 lakini nambari nyingine ni 0759659518, 0759659518. Eh, ni City College Mwanza Campus kwa elimu na mafunzo bora kabisa ya chuo ambacho kinaweza kampatia mwanafunzi eh, kilicho bora. Asante sana. Dakika ikiwa ni ya 30, mara baada ya saa mbili kamili, tukupeleke pale kwenye kikao cha bodi ya pamba. Ambapo uh, kuna maadhimio mbalimbali yamefanyika ndani ya, ya kikao hicho uh, kilichohusisha pia bodi ya pamba na makampuni ya ununuzi wa pamba. Ni kipi kimezungumzwa? Tuanze na huyu hapa anaitwa Hemedi Kabea ambaye ni mkaguzi wa pamba ndani ya wilaya ya Bunda. Anasema kitu gani?